Lakini pia kupata ile uh, fitness ya kutosha kwa sababu anaenda kucheza na Al Masry ambao ligi ya Misri nayo ilikuwa inaendelea, lakini kwa sasa tunafahamu kwamba ligi zinasimama kwa sababu ya, ya kalenda ya FIFA. Kwa hiyo Simba wako serious kwa sababu ukitaka kujua hilo, hakuna athari yoyote ambayo itawaathiri wao, kwa sababu wajacheza mechi nyingi pia za kirafiki, kwa sababu ukitaka kujua hilo mara baada ya dabi kupita zilipita kama siku 13 hadi 14, Simba hajacheza mchezo wote ukiachana na dabi, walikuja kucheza mchezo wao wa CRDB Federation Cup eh dhidi ya TMA, na kwenye mechi ile asilimia kubwa wachezaji waliocheza ni wale ambao huwa hawapati nafasi ya kuanza kikosi cha kwanza. Au hajacheza Ateba, hakucheza Ngoma, hakucheza Chabalala kucheza. Unaona, wachezaji wote wa muhimu wa hawajacheza kwenye ile mechi, kwa hiyo waliokuja kucheza mechi dhidi ya Dodoma Jiji ni wachezaji za sta regular starter, eh key players wa Simba na uliona namna ambavyo walikuwa na hatari sasa. Utajiuliza maswali, walikuwa walikuwa wanafanyaje? Hawajacheza mchezo wote wa wa, wa, wa, wa, wa, kushtua, yani mchezo wote wa kiushindani, lakini wamekuja kucheza dhidi ya Dodoma Jiji ambao walikuwa wanapata game time. Dodoma ametoka kucheza mechi zake mfululizo, alafu anacheza na Simba. Simba anaenda kumzidi Dodoma katika kila idara, piga mashuti mengi sana golini ae eh, ame, ame shot on target ni nyingi, off target ni nyingi, kona nyingi, wame possess asilimia kubwa wao, magoli mengi, goli sita kwa bila, ndio timu iliyofunga magoli mengi zaidi msimu huu, ae eh, bila kuruhusu, kwa sababu Yanga pia alishashinda goli sita lakini kwa moja, kwa utaona walitawala, wali dominate kila idara, na ndio timu ambayo haijafanya mazoezi eh, kwa maana haijacheza mechi yote ya ushindani zaidi ya mazoezi ya kawaida. Kwa hiyo hata Al Masry, Simba sio kwamba anaenda kizembe pale, wanajua wanachokifanya na, na ndio maana nakuambia sasa hivi hii Simba hata wakikaa wiki mbili au wiki tatu bila kucheza timu mechi yote ya ligi anaenda kufanya vizuri, sio sawa na Simba ile ambayo ile inacheza na Kaizer Chiefs. Wameenda kucheza na Kaizer wakafungwa goli nne. Simba kina Seji Pasco, wao ile walikuwa wamekaa karibia siku kumi bila kucheza mchezo wowote, wakazalilika wakafungwa goli nyingi sana. Lakini Simba hii, imagine imekaa muda wa kutosha dhidi ya Young Africans wajacheza dabi lakini bado karibia wiki mbili bado Simba ameenda kumfunga Dodoma magoli ya kutosha, na kama e, wachezaji wangekuwa makini, walikuwa wanamfunga Dodoma goli, goli karibia kumi pale ile mechi. Kwa hiyo utaona ni timu ambayo iko serious kuanzia investment kwa sasa e, viongozi wa Simba wako serious sana, wafanya usajili mkubwa kwelikweli, wameleta wachezaji ambao wao wenyewe tu wana, wana mahitaji yao binafsi. Kila mchezaji anataka kutengeneza ramani yake, yani kutengeneza status yake kutengeneza thamani yake. Lakini pia amemleta kocha ambaye ana kiu ya mafanikio, Fadu Davis, kocha ambaye ukiachana kuwa kocha mkuu wa Matsburg United hapa pale Afrika Kusini, eh, alikuwa tu kocha msaidizi wa Orlando Pirates, baadaye anaenda kuwa msaidizi wa Raja Casablanca pale, kocha kocha msaidizi anaenda anapewa Simba. Ya vijana asilimia tisini, Simba ni, ni mpya kabisa. Wameondoa wachezaji ambao walikuwa magugu kwenye timu yao, wachezaji ambao walikuwa waambiliki, wachezaji ambao walishatengeneza mizizi na ufalme wao, wakaondoa wakaleta wachezaji ambao kiwatuma ndio kufanya kazi yao. Kwa hiyo kila mchezaji anajua wajibu wake, anajua kipindi ambapo wanatakiwa kuwa kambini, wanakuwa kambini. Sijapata sijasikia kesi za Simba kwamba wana fulani amepelekwa kwenye kamati ya maadili kwa mzee Suleiman Kova mm. E, mzee Suleiman Kova ndo mwenyekiti wa nidhamu pale Simba sasa hivi. Nafahamu kesi ya Jonas Mkude ilipelekwa kwake mezani, kwamba anachelewa kambini, si lini? Umesikia Simba wachezaji wao wamechelewa kambini suini, lini umesikia wachezaji wa Simba sijui wamelala wapi? Ba, lini? Watu wako active na kwa sababu ni vijana, kila mmoja anataka kutimiza ndoto yake na malengo yake, kuibeba logo ya Simba, hakuna mchezaji ambaye anaweza kufanya masiara, na ndio maana uliona walicheza mpira mkubwa. Kwa hiyo kukosa mechi nyingi za ligi hapa kukosa mechi za kiushindani haziwezi kumfanya Simba aende kinyonge. Wanacheza na Almasri tarehe mbili Aprili. Ni mechi ambayo kwangu mimi naweza nikasema Fadwa anaweza kawa kocha wa kwanza kuafikisha simba atua nusu finali katika tangu msimu um, wa 2018, simba wanafanya turning point yao. Simba naona simba akifika nusu finali kwa kocha huyu, kwa sababu yuko very serious, yuko anajitambua, na yeye mwenyewe anajua namna ambavyo timu yake inapaswa kuwa. Ana wachezaji wenye wanaopenda ushindani, wachezaji ambao kila mmoja anajitambua, anajielewa. So kwangu mimi anaweza kufikisha nusu finali, na akikomaa, naweza kafika hatua ya finali, na akifika finali anaingia nafasi ya tatu kwenye rank pale ya vilabu bora Afrika yule pale anaingia zake kwenye ubora nafasi ya tatu, kwa maana nafasi ya tatu hadi ya pili kwa ubora kwa kipoints, unaelewa? Kwa hiyo kwangu mimi amini ifadu ataenda kufanya kitu kikubwa sana. Ana wachezaji bora tishio ambao wanaweza wakaamua matokeo muda wowote, na Almasri sio timu mbaya au sio timu mbovu, lakini sio timu tishio pia, wanapambana nafasi ya nne ya tano eh? pale, pale, pale, pale, pale kwao pale Eh uh, Misri, kwa hiyo sio timu tishio hivyo. Ukiangalia Simba ndio timu iliyofunga magoli mengi nyuma ya Yanga, ndio timu iliyoruhusu magoli machache Afrika nzima, timu ambayo Simba ko top 3 timu iliyoruhusu magoli mag machache zaidi. Tipi Mazembe ndio wanaongoza wa meruhusu magoli machache pia hapo, hii kwa hiyo utaona namna ambavyo wametengeneza timu yao katika uiano, katika eneo la kuzuia eh uh, goalkeeping, eneo la ma midfield wao, eneo la mabeki wao, lakini pia eneo la forward line yao kwa maana ya ma playmakers wako vizuri, ongezeko la Mpanzu, ongezeko la Kibu Dennis, nawaona Simba wanaweza kufika mbali. Na kama wakikaa vibaya Almasri, kama, kama kikaa vibaya na akasema amchukulie Simba poa poa pale Suez Canal, anaweza akachukua goli mbili pale pale kwao. Sasa hivi Almasri ni underdog, yaani d yaani, sasa hivi Almasri ni underdog. Kataa ubishe ubishavyo, pinduka upinduke, Almasri ni underdog kwa Simba, kwa sababu kwa upande wa rank, angalia point za Simba. Simba yuko nafasi kubwa kabisa sasa hivi, nafasi ya sita kwa ubora barani Afrika. Wale hawapo hawapo hata ishirini bora wale Al Masry. Simba wameenda robo finali sita, nne za Champions League, mbili za Confederation. Wao wameenda lini? Wao mara ya mwisho lini? Ingawa wana rekodi ya kufika labda huko juu kidogo, lakini lini kwa okay, ukiangalia Simba ana rekodi kubwa lakini tatu ni kwamba wamesajili wachezaji wenye uchu, yaani kila mchezaji anataka kutengeneza standard yake. Kwa hiyo kwangu, wakikaa vibaya tu wale Almasri pale pale nyumbani, anaweza kala mbili. Mimi sioni Simba akaenda kushindwa kuambulia chochote kule, akishindwa sana labda sare, yaani akishindwa sana labda sare dhidi ya Almasri, lakini naona anaweza akapasuka kule kule, wakaenda kwa Mkapa Simba akampasuka, kwa sababu sasa hivi Simba haina uoga. Haina Simba, nikupe tu rekodi zake. Hadi anafika robo finali, kampasua Constantine, kafungwa na Constantine kule Algeria, kampasua Sfaxien home and away, kampiga Bravo nyumbani, kaenda kutoka sare na Bravo, ndo timu pekee ambayo imefunga wote katika uwanja wake kule Angola. Nasi Simba imeenda kuchukua sare pale, unaona vizuri. Simba ameanzia na al, al, uh, wale jamaa, al, al, Tripoli, al Libya, jamaaalaba yakina Mabululu wameshindwa kumfunga Simba kule, wamekuja kunywa pale goli tatu kwa mkapo wao, naichukulia poa. Kwa hiyo mimi naona ni, ni Simba mimi marika na inaendelea kutoa darasa. Yanga wanapaswa kusoma na kuiga mengi ya Simba katika michuano ya kimataifa, sababu hiyo hawapo hawapo Yanga, Yanga wanapaswa kuiga haya. Simba wamefika fainali ya Confederation, lakini hauwezi ukafika fainali alafu ghafla unarudia tu makundi, haiwezekani. Lazima utengeneze consistency. Nimeenda hatua ya finali, natakiwa ni maintain hatua yangu oh, ya finali ndio uwezo wangu nilo nao nikishindwa, nibaki kwenye robo finali au la, niende hata misimu mitatu minne. Oh, sasa wewe umeenda hatua ya finali, msimu wa pili ukafika robo, msimu wa tatu wewe ukashuka ukabakia hatua makundi, ujaenda hata robo, uwezo ukajiita giant namna ambavyo simba wanafanya, watu watawacheka na watawatukana. Oh, hakuna mafanikio ya robo finali, hauwezi ukawa giant ukiwa robo finali. Wewe umeenda mara ngapi mfululizo? Mnyama ndo timu pekee inaongoza kwenda toa robo finali mfululizo, kwahiyo ameseti standard yake. Kuseti standard, mimi uwezo wangu ni Simba nakuambia. Mimi yeye uwezo wake ni kufika tu hatua ya robo, kwa kipindi hicho, kwa awamu hiyo wameimprove kikosi, wanaamini kwamba wanaweza kuvuka kutoka robo, akaenda hata hatua nusu. Ile nusu ndo mipango yao, added advantage. Akifika nusu, wakienda fainali, hiyo ni added advantage nyingine kwao. Kwahiyo kwangu, naona Simba wamejiimarisha sana kimataifa kuliko ligi ya ndani huku ligi ya ndani wanaona kama vile wameshamaliza, mazingaumbwe ni mengi. Sababu ligi? mm. kukataa ukiangalia mm. mm. mm. mm. mechi zilizobaki za ligi kuu, ana mechi moja tu ugenini dhidi ya Ken Gold, uh, lakini mechi zake zote ni hapo katika uwanja wa KMC tofauti na Young Africans. Yanga ana mechi na Azam ana mechi ngumu na Tabora, bado anasafiri dhidi ya Prisons, unanielewa. Kuna mechi ambazo Yanga ana utata, bado ana mechi ngumu, ngumu, ila Simba na mechi zake nafuu. Kwa hiyo nakwambia, na hapa tena Simba msimu huu katika michoano ya kimataifa atafanya makubwa, na Yanga wana mengi sana kujifunza kwa Simba, wana mengi kwa Simba, kwa sababu wame maintain hiyo consistency yao ya wea, robo final. Ndio uwezo hatuwezi kwenda pale, tunaweza kukaa hapa, lakini tutasogea mbele kwa wakikataa kujifunza bis kwamba watakuwa wagumu wa kuelewa, yaani watakuwa vichwa vigumu. Utajifunza kwa nani, wakati kuna timu nyingi hapa Afrika mashariki na Kati? Niambie timu gani ilobaki kwenye michuano ya kimataifa, kwa maana Confederation? Taja basi, weka mike hapo mdomoni, timu gani ilobaki? Sasa kama Simba pekee ndio wamebaki, kwa nini watu wengine wasifunze? Wanapaswa, wanapaswa kwenda shule kujifunza kwa Simba amdan